Karibu tuzungumze kuhusiana na kule nchini Kenya, hasa hali ilivyo baada ya maandamano ambayo tumeshuhudia katika juma lililopita na yote haya ikiwa ni kile ambacho yamekuwa yakifahamika kama Reject Finance Bill ama Occupy Parliament ambayo uh, tangu mwaka jana ikiwa imetimia mwaka sasa uh, yalifanyika tena mwaka jana yakiongozwa na vijana maarufu kama Gen Z uh, na tutafahamu kile ambacho kinaendelea kwa sasa na hali ilivyo, ya kisiasa pamoja na matamko ambayo yamekuwa yakitolewa pia na viongozi wa taifa hilo. Hapa studioni tunaye Denis Konga mchambuzi wa masuala ya diplomasia pamoja na mhadhiri, karibu sana Dennis. <coughs> <Na tos> <ni tos> <sana tos> <majiya tos> ya mtandao tunaungana na Daniel Orogo ambaye ni mchambuzi wa siasa na mfuatiliaji kutoka kule nchini Kenya. Habari za hapo Daniel, na karibu sana. Daniel anaona uh, bado sauti hatuipati. Tutarejea kwako uh, pale ambapo mambo yatakuwa kabisa sawa. Nataka nimuulize Daniel bana, hiyo maandamano yapo maandamano, naweza kukuta baada ya siku mbili tu maandamano yameanza <laughs> eh, sijui bana, shughuli za kiuchumi sijui zinaendaje. Maana yake manake kumekuwa utulivu, ni ile utulivu kukaa utulivu mwezi mzima, imekuwa mtihani kidogo. Yeah. Ni ngumu sana, ni ngumu na nadhani ndio wakati pekee ambapo labda watu wetu wataanza kujua thamani ya bima. hmm. Bima ya mali, bima yeah, ya yeah. vitu vya kwa biashara mm -hmm. bima ya vitu vyao kwa ujumla wake, kwa sababu uh, imefungua nasema, ile Pandora imeonyesha kabisa, kwa sababu kuna watu wamevandalize wameharibu, wame, wame, wame wame unajua eh? una duka lilikuwa zuri, lakini ukifika asubuhi wewe mwenyewe huwezi kuelewa kama ni hapa au sio? Na katika mazingira kama hayo Dennis, unajua swala la maandamano eh, limekuwa linaleta fikra na wakati mwingine likihusianishwa na vurugu na ndio hiyo hoja ambayo imeleta ya uharibifu wa mali. Hapa Tanzania eh, mara kadhaa maandamano yamekuwa yakipigwa marufuku kutokana na hiyo pia dhana ya kwamba pengine yanaweza yakazua vurugu ama uvunjifu wa amani hmm. Lakini tumeona nchi nyingine za kidemokrasia eh, zikitoa ziki haki ya watu kufanya maandamano na maandamano yanafanyika, maelfu ya watu wanaingia barabarani na bado hakuna vurugu zinazojitokeza. Uh, lakini kuna nchi, kwa mfano kama tunazungumzia nchi kama Kenya, tunakuta maandamano kama haya yanafanywa na vijana, lakini bado kunakuwa na uh, vurugu zinaingia hapo katikati. Shida inakuwa ni tofauti ya hizi nchi hasa ni nini? Tukizungumza maandamano, ile ni haki ambayo inatolewa kikatiba kabisa, mm -hmm. yani sheria na taratibu na namna ya kuweza kufanya maandamano imewekwa, sio tu Tanzania hata hizo nchi nyingine ambazo yanafanyika kwa amani. Sasa shida pekee ambayo tunakuwa tunayo ni kuna kwa sababu kunakuwa kuna mkururo wa hoja, na hoja kubwa hapa inakuwa ni suala la uchumi, watu wanatafuta nafasi ya kuweza kutoka, lakini unaweza kugundua uh, si kweli kama wakati wote watu wanakuwa wanafikiri kwenda kufanya vurugu uh, wakati wa maandamano hmm. ila sasa wanasema uh, kwenye msafara wa mamba na kenge wanakuwepo, ni kwa maana ya kwamba sisi tunafikiri kupeleka ujumbe wa kwetu uh -huh. tunajaribu kutafuta kuleta uwajibikaji kwenye serikali, nikitumia mfano wa Kenya uh -huh. lakini ndani yake sasa yanaibuka magenge na makundi kutokana na hadhi tu ya uchumi uh -huh. Kwa sababu, tu kweli, kwa sababu tuache utani, kiukweli ni kwamba kuna uh, kuna pengo kubwa sana kati ya walionacho na wasionacho katika nchi ya Kenya uh -huh. na hata wao ukiwauliza watakwambia hicho kitu, kwa watu wanaanza kutumia hiyo nafasi na wanaanza kuzungumza hiyo kwa maana ya kwamba kufeili kwa mifumo mifumo ime, imefeli kwa maana ya kwamba inashindwa kutoa ile tija ya wazi eh, unaweza kuona kwa nini wameanza kuuliza maswali mengi, ni kwa sababu hakuna ule mwingiliano chanya kati ya wananchi na mifumo ya kiserikali. Watu wanaona mifumo ya kiserikali haifanyi kazi ile ambayo inatakiwa iweze kufanya au ambayo inatarajiwa iweze kufanya mm -mm. Na. U, u, u, kuna athari kubwa pale ambapo kunakuwa na maandamano, kwa sababu masuala kama ya kiuchumi kama ambavyo umeeleza lakini uwekezaji na wakati mwingine hata wageni, kwa upande wa mataifa ambayo kama Kenya wakitegemea pia utalii kwa kiasi fulani inakuwa ni vigumu. Unaona hasa katika uhusiano wa mataifa mengine yanaathirika kiasi gani hali kama hii ikiendelea? Uh, athari ni kubwa. Kwanza kwa Kenya yenyewe, ukiangalia wao wamekuwa ni sehemu ambayo inategemea sana utalii kuweza kuingiza kipato kikubwa, inategemea sana mapato haya. Lakini ukiacha hiyo, mashirika na makampuni mengi makubwa ya kimataifa makao makuu yake yako Nairobi, na hizi vurugu, ukiacha maeneo pembe ya pembezoni, lakini sehemu kubwa iko ndani ya mji wa Nairobi, ndani ya jiji la Nairobi. Sasa kama inatokea ndani ya jiji la na Nairobi, maanake ni kwamba inapeleka ujumbe eh, kwamba hali si shwari na kama hali si shwari, maanake tutazuia wageni. Hiyo ni moja lakini, ukija kwenye upande wa nchi nyingine ni mafunzo yale. Unajua, tuko kwenye kitu kinaitwa digital democracy mm. kama unazungumza digital democracy, ni kwamba haya watu wanayafuata wanayasoma na kuyaangalia, na utagundua kwamba hawa Gen Z sio kwamba wako Kenya tu, hata mm. hapa wapo na tabia zao zinafanana, kwa maana ya kwamba wao mara nyingi utazungumza habari ya teknolojia, matumizi ya simu kwao ndio kila kitu kwamba watafanya biashara watafanya kila kila aina vurugu, wataifanya kwenye kwenye simu, umeshaona mm. Sasa hiyo inaweza ika, ikapelekea kutengeneza ile hali ya kwamba kumbe inawezekana haya mambo yakabadilika, lakini mm. sana itategema kama mifumo ya kiserikali au serikali zitashindwa kutoa majibu kwenye yale ambayo yanawakumba, kwa sababu vijana wanafanana mm. na mahitaji yao yanafanana katika kutimiza kutengeneza hiyo haki ya kikatiba ya kidemokrasia ya kufanya maandamano, wape tunachora mstari tofauti kati ya maandamano na vurugu. Kwanza ni kuna, ni kuna taratibu, lazima iombwe kibali na useme utapita wapi hmm. Yani kwamba k, okay, tunaomba kibali sisi tuta, kwa, tuna, siku tutaka tu tunataka kuandamana kwa ajili ya jambo moja mbili tatu na tutapita njia fulani fulani, alafu mpewe ulinzi, yaani kwa maana ya kwamba oh, oh, muhimu wa kuwa na hawa watu wa usalama ni kuhakikisha jambo hilo, yani nyinyi mnafikisha ujumbe wenu, mnatoka point a mnafika pointi ya mwisho na kuna mtu atapokea, na mkishamaliza hapo mnaondoka kwao. Kazi ya watu maafisa wa usalama ni kuhakikisha nyinyi mnakuwa ni salama, lakini sio nyinyi tu, na wale wengine ambao wanakuwa labda hawahusiki, ndio hizo za shughuli za kiuchumi hmm, au shughuli za kijamii tu, mtu anaenda mambo yake, magari yanapita, mtu anataka kwenda ofisini. Unaweza kuona kitu kama hicho hmm. Kama hayo hayajafanyika, ndio tunazungumza habari ya mstari kwamba lazima tuchore mstari, na ndio hapo unaweza ukagundua kwenye nchi ingine wanasema kutokana na taarifa Uh, za kiintelijensia tunaona kwamba hii haitawezekana kwa. Tunaomba tuzuie, labda tutafute mifumo mingine. Ndio maana nasitiza tena mifumo ya kiserikali ya kupokea hoja mm. ya kupokea shida ya kupokea yale ambayo yanakuwa yanataka kufuatiwa majibu. Je, iko vizuri? ni swali mm. kama iko vizuri, sidhani kama kuna mtu anaweza akawa nani. A, a, akamua na akaamua kusema tu tunaandamana tu utagundua kwamba ni, ni kushindwa tu kwa mifumo ya serikali mm -hmm. na. Kwa mtazamo wako, unadhani uh... Kenya miongoni mwa mataifa ya Afrika ime imekuwa kidemokrasia na uhuru wa watu eh, kutokana na, na, na mambo mengi ambayo wanayaruhusu kwa mfano kama masuala ya kuandamana eh, kufanya sauti za watu kuwa na nguvu, hasa sauti za vijana kama hivyo, kwa sababu mataifa mengi ya Afrika yamekuwa yakilaumiwa kuminya eh, ama kukandamiza sauti za watu eh, hasa pale ambapo wanadai haki ukisema kwamba uh, demokrasia Kenya imekuwa au haijakuwa inaweza ikasumbua, lakini naweza uh, nikazungumza kwamba wao wameweka ni yani, katiba ya kwao imeweka utaratibu wa namna gani ya kuweza kuyafanya haya mambo uh, yanayotokea na utaweza, naweza nikasema sina hakika, lakini naweza nikasema kwamba hata haya maandamano sidhani kama yalipata baraka ya vyombo vya ulinzi na usalama Kenya kwa sababu uh, kama angekuwa mpata baraka kwa u, kwa uzuri kabisa maanake ni kwamba wangetengeneza utaratibu ambao uko wazi na wangeweza kuzuia haya yanayotokea, lakini za kugundua uh, kuna nguvu kubwa sasa inatumika pale. Kwa nini? Kwa maana ya kwamba labda tupunguze hii pressure. na sasa bahati mbaya sasa haipunguzi ni kama inachochea zaidi kuleta watu wengi ambao walikuwa wafikiri kuja, ndo maana narudi tena kule kule kwamba ukiangalia namna ambavyo wamefanya, namna waliangalia swala hili uh, ni bahati mbaya tu kwamba hata watu wameweza kufa lakini uh, kidemokrasia hii haiwezi mm. tukaiona kwamba ni, ni, ni swala zuri la kukua kwa demokrasia. Demokrasia mm. inahitaji zaidi mazungumzo, demokrasia inahitaji zaidi watu waweze kuwajibika, demokrasia inahitaji kuona mifumo, taasisi zikiwa zinakua na kuweza kuweza uh, ku, kuchukua kuangalia kupunguza lile joto mm. ambayo inakuwa inatokea. Kuna hoja ambazo wamekuwa wakizitoa na tumesikia pia viongozi wakijibu akiwemo wa pia Rais wa Kenya Ruto, wakati fulani pia amesikika akisema mnataka nitokeje, ikiwa e, baadhi ya hoja zinamtaka aondoke madarakani. Unadhani pia namna ambavyo viongozi wanajibu kuhusiana na haya ambayo yanaendelea inachochea zaidi ama inasaidia? M, mimi naweza nikasema inachochea zaidi, kwa sababu kwanza, mara ya kwanza walikuwa wanajaribu kuwaona kama ni wapuzi hivi kwamba ni wajinga au wanatumika tu na watu fulani, na wakaacha kuzungumza yale maswala. Tukiacha kuzungumza maswala, ndipo nakuja naanza kugusa watu, nasema hawa ni kwa sababu ya fulani, lakini tukizungumza maswala inakuwa ni zuri. Kwa mfano unaweza ukaona uh, uh, ni jana nadhani, uh, rais anazungumza nasema ni kwa sababu hawa na, na viongozi. Viongozi, kazi, wa, wa, wa, wa, wana chuki na wa, viongozi, lakini viongozi lazima ndio wanaonekana ndio kioo kama yale maswali ambayo ya vijana wanakuwa wanayauliza hayajibiwi wataendelea kuuliza hivyo. Sasa kwa mfano wanauliza suala la uh, ukosefu wa ajira, na kama ajira zinakuja zinaenda wapi? Naona je, kuna urari ule, kuna kuna, kuna mwelekeo wa kuonyesha kwamba kila mtu au wanaweza kufaidi hiyo uh, keki ya taifa. Utagundua kwamba inaonekana walioko kwenye madaraka hasa wanasiasa ndio wanaofaidika zaidi kulikoni hawa wananchi wa kawaida, yani haslas au waangaikaji wanazidi kukua. Unaona sasa, wanaona hata zile ahadi za huyu ambaye alikuwa ni hasla mkuu hazijawa vile navyotakiwa. Ndio maana bado narudi nasitiza mifumo ya kita, mifumo yenyewe utaasisi, ndivyo vinatakiwa viweze kutusaidia. Nafikiri sasa kwenye hili swala la kuleta vurugu katikati ya maandamano e, ambayo yanafanyika kikatiba ah, kuna hoja kwamba kuna baadhi ya viongozi huenda wakawa wanapandikiza magenge ya wahalifu katikati ya hayo maandamano, ili ile dhamira ya maandamano ivurugwe na watu waone kwamba hawa si waandamanaji bali ni wahalifu tu, kama wahalifu wengine. Kuna mashiko katika hoja kama hizo? Hiyo hoja ipo, na hii haisemwi tu kwa viongozi nje ya serikali, inasemwa pia hata kwenye serikali kwamba na wenyewe wanatengeneza makundi yaungane na hao na kuleta haya, ili kudogosha umuhimu au kuondoa ile dhana halisi ya kwamba tunaweza tukaprotest tuka tunaweza tukaandamana kuonyesha kupinga au kutokubaliana na jambo fulani yeah. Kwa hiyo sasa kuna watu wanataka kuchukua hiyo uh, kuchukua hiyo nafasi na, na kujitwalia hiyo nasema hiyo na, kusema kwamba sisi ndio tumeshiriki na kufanya hivi yeah. Lakini utaweza kugundua kwamba mi nimefurahia hawa wajenzi kwa sababu gani? Wao wanakataa kwamba hapana, mm -hmm. sisi lengo letu ni hili, sisi hatuko hapa kwa ajili ya ukabila sisi hatuko hapa kwa ajili ya chama, sisi ya hapa hatuko kwa kwa ajili ya, ya, ya kitu chochote, tuko kwa ajili ya sisi na mustakabali wa nchi ya kwao kwa, mm -hmm. Na utagundua na mara nyingi nimekuwa nikisema nikiwambia watu kwamba ni rahisi sana ku, kuwafanya hawa wawe kwenye makundi. Ukisema wanasiasa kuna taratibu zake, unasema hawa tumewakamata, ukisema ni viongozi vya dini, ukisema ni vyama vya wafanyakazi, lakini hawa huwezi hivi, unawakamata wapi? Hawa ni wanakwenda wao kwa kwa namna wanavyojisikia wenyewe. mm -hmm. Okay. Ukiangalia okay. okay. unaonekana kama wanafurahia hizi heka heka za kukimbizana na polisi kurushiwa maji ya kuwashawasha <laughs> na hata wakati mwingine wakawa, wana, wanaambiana bana eh, risasi ni moja moja, ukipigwa risasi unakaa pembeni, ukipigwa moja unakaa pembeni na mwenzako naye apigwe nyingine, yani kama wan... ni jambo la ambalo imeshakuwa ni sehemu ya maisha yao. Uh, unadhani una, una hii inatengeneza ina hali gani kwenye nchi pale ambapo vijana ni kama, ni kama mtoto kushazoea kumchapa sasa, pale wakati mwingine unapomchapa na kishakuwa sugu, yani anaona kama anafurahia sasa badala ya kuwa anaumia. Uh, hii ni mbaya. Na unajua wata ukishawazoeza watu kwenye jambo baya mm. Wataliona ni kawaida, na tukishatengeneza hiyo attitude ya kuona mambo mabaya ni mambo ya kawaida mm. Inakuwa ni mbaya zaidi mm. Kwa maana hivi, tuseme hivi kwamba wao sasa hivi ukiwaangalia, namna wanavyofanya ni kama hawana cha kupoteza, kwamba wakikaa kimya watapoteza na wakienda mbele na kusema watapoteza, kwao sasa afadhali tutoke, tukafanye kile, labda serikali itaanza kufanya kwa utofauti. Hiyo nimeiona sana mm -hmm, na ni mbaya kwa maana ya kwamba tunatengeneza sasa watu ambao hawana, hawana hawana hofu kabisa na mifumo ambayo imetengenezwa, hawana hofu kabisa na serikali na namna inavyoweza mm -hmm, kutenda. Tujaribu tena kumfikia Daniel Orogo, bila eh, shaka sasa uko sawa? Ah, habari za hapo Eh, Daniel tafadhali uh, sauti yako naona umeimute. Kama unaweza. Sasa sijui kama sisi unatusikia maana hapo imeandika eh. Daniel is muted. Mute. Eh. Daniel kama unatupata unaweza kuunmute sauti ili tuweze kukusikia. Ah, tuna tujua kwamba leo maandamano yapo. <laughs> Eh, eh, maana imeshakuwa ni jambo ambalo la, la, la, linafanyika mara nyingi zaidi mm. Uh, lakini katika nchi like za Kiafrika ambayo uh, inaonekana nguvu kazi kubwa ya watu ni vijana chini ya umri wa miaka thelathini na mitano, idadi e, kubwa ya watu ambao wako barani Afrika na tunaona kwa hawa wa Kenya hasa kwa mfano mataifa ya Kenya na Nigeria wamekuwa active sana mm, hasa kwenye masuala ya kuwa, kuwa, kuwa voko sauti kubwa na sauti zenye nguvu na hata pia kuchukua hatua katika masuala fulani fulani ya kitaifa. Uh, unayonaje mataifa ya Afrika na namna ambavyo vijana wanasimama katika nafasi zao, hasa pia kutafuta kile ambacho wanastahili kukipata katika bara lenye utajiri mkubwa wa rasilimali, lakini umaskini mkubwa wa kipato? Unachokisema uh, uh, uh, uh, Goodluck ni sahihi kabisa kwamba bara ambalo lina vijana wengi kuliko mabara hmm. yote duniani ni Afrika na ni bara ambalo linajifunza kwa linajifunza mambo mengi kwa kasi kubwa sana. bahati, amba, bahati, ni bara ambalo amba isivyo bahati naweza nikasema uh, ni kwamba limekuwa nyuma hasa inapofika kwenye masuala mengi yanayohusu utawala, unazungumza demokrasia, unazungumza Kenya demokrasia, lakini nchi mm, nyingi, nyingi za Kiafrika mm, ndizo ambazo zinasifika kwa kubinya sana demokrasia kwa hiyo hawa wagenzi wanapokuja wanatumia hii tunasema ni digital democracy, wanatumia uh, mifumo hii ya, ki, ya kijamii. Unazungumzia Facebook, unazungumzia Instagram, unazungumzia TikTok, unazungumzia uh, uh, Twitter ambayo ni access hivi. Hizi ndio ambazo sehemu ambao wamekuwa wakitumia hmm. kwa ajili ya kufanya masuala yao yeah. ilikuwa ni suala la biashara, ukienda Kenya ilikuwa ni biashara, ukiuliza watu wa Nigeria, vijana walikuwa wanatumia mifumo hii kwa nini? Mm -hmm. Lakini sasa hivi, sasa wameanza kugundua kwamba kuna shida, kwa maana ya kwamba serikali nyingi au serikali zao zina zinanikitumia lugha hii, zinawachukulia poa, yani mm -hmm. kwamba haziwezi kutekeleza yale ambayo wanakuwa wanaahidi mara nyingi. Kwa hiyo wanaanza sasa kutumia mifumo ile ile ambayo walikuwa wanaitumia kwa ajili ya manufaa yao binafsi kuanza au kuanza kuzungumza maswala makubwa ya kitaifa. Yeah, naam, no, no. Tujaribu tena kwake Daniel uh, bila shaka sasa sasa nadhani imesuluhishwa nasi tunakupata vizuri hmm, kabisa. Kwanza tuambie kwa sasa nini ambacho uh, kinajiri, maana juma lilopita tumeshuhudia uh, maandamano hayo yakiendelea. Asante kwa kunialika. Kwamba uh, saa hii baada ya maandamano tunaona kwamba kuna um, zile tetezi kwamba uh, bado um, hatujui uh, takwimu sahihi kwa wale ambao uh, waliathirika uh, kwa njia mingi, kwamba kwamba kuna wenye ambavyo walipoteza maisha yao. Uh, naona takwimu imeweka kwamba ni watu karibu ishirini vijana kuna wale ambapo waliumia, bado wako na risasi mwilini. Hao ni watu karibu mia nne waliumia katika njia njia mingi na tofauti. Kuna biashara ambapo ziliathirika, kuna looting ilifanywa katika CBD ya Nairobi, na kwamba wale serikali imeanza kutafuta ambao au watu ambao walifanya hiyo uhalifu kuna tetezi kwamba uh, serikali uh, ni zile asasi uh, uh, za, za, za, za serikali ama ofisa wa polisi kwamba walitumia nguvu zaidi uh, kwamba kuna wale mashirika yasio ya serikali wameweza uh, kuweka hii takwimu na kuanza kutekeleza zile njia za kuwaweka wakuu wa accountable. So, mambo kuna so... mambo mingi uh, mambo zinafanyika. Uh, kuna ile ulalamishi kati ya serikali mm, na malalamishi kati ya uh, wanaharakati uh, na mashirika yasiyo ya, ya serikali sawa sawa, ili uh, kuangazia zile njia fulani za kuweka accountable sasa. Daniel e, umesema kwamba hapo kwenye takwimu uh, serikali yenyewe imesema ni watu wangapi kwa mfano wamefariki baada ya maandamano ya wiki iliyopita na e, takwimu ambazo zinatolewa na mashirika na wanaharakati ni watu wangapi? Yani tofauti, serikali yenyewe imetoa takwimu za watu wangapi? Serikali imetoa takwimu kwamba kuna watu kumi na sita. Hawa ni watu ambao kulingana na zile taasisi za serikali kwamba yeah, ile takwimu kuwa watu kumi na sita walipoteza aa, maisha, lakini makundi yasiyo ya serikali wanasema kwamba huenda ikiwa zaidi ya ishirini na kwamba kuna serikali inaficha takwimu sahihi aa, kwa wale watu ambao walipoteza maisha kwamba kuna, kuna ile kukubaliana kwamba kuna mali ziliharibika, mm -hmm, na bado Mkianga, mkiangazia kwamba mnaona kwamba kuna watu walifanya wafanya biashara ambao waliathirika katika jiji kuu la Nairobi, hmm. Na tetezi ni kwamba ni ni kwamba serikali ndiyo ilituma uh, aa wahuni uh, ili kuinfiltrate demonstration ama ni ile wahuni wali Uh, you know, walienda wali, wali na wale ambao walikuwa na demonstrate karibu, kuna zile tetesi kwamba huenda serikali, lakini hizo tetesi eh, kwa namna yoyote kuna namna ya kuzithibitisha ama kuna ushahidi wowote ambao unaonyesha waziwazi kwamba pengine serikali ilipandikiza watu ili maandamano yaonekane yalikuwa ni ya vurugu? Hakuna, hakuna zile, hakuna mtu ambaye amekuwa accurate sana kwamba hizo ndio, you know, accurate information, lakini ni zile tetesi tu inatoka katika, you know, watu fulani fulani kwamba makundi si ya serikali na wanaharakati wanasema kwamba wao walikuwa na demonstrate peacefully na peacefully, kulingana na mfumo wetu, katika katiba imeruhusi hiyo, lakini kwamba kulikuwa na infiltration ya, ya wahuni ambapo walikuja pia waka wakaharibu mali na pia kuna takwimu imetolewa kwamba uh, wanawake zaidi ya 19 uh, wa rep. So unajua zile tetezi huwezi thibitisha huwezi uh, thibitisha kwamba kulikuwa na hiyo destruction of property, lakini kwa kulikuwa na rape in between. So kuna vitu zinajitokeza wakati huu ambapo demonstration, kuna kuna ile situation ya calmness inarudi ina katika jiji kuu la Nairobi. So uh, umezungumzia kuhusiana na CBD Central Business District, ambayo ndio kitovu cha biashara hapo Nairobi na, na, na, na kwa taifa la Kenya e, umesema shughuli za, za, za biashara zimeathirika. Hivi tunavyozungumza, e, watu wanaendelea kufanya biashara zao kwa uhuru ama kuna chochote kimebadilika katika e, biashara ambazo zinafanyika katika eneo hilo ambalo limekuwa na biashara nyingi zinaendelea? Good luck. Si i si, si mara ya kwanza kwamba kulikuwa na na demonstration, lakini biashara ziliathirika. Uh, kumekuwa na demonstration mingi. Uh, kulianza mwaka wa 2023 ambapo uh, uliona kwamba upinzani iliitisha maandamano na baada baada ya hiyo maandamano kulikuwa na ile uh, biashara kuathirika pakubwa. Uh, kukuja katika mwaka wa 2024 last year pia hiyo demonstration uh, kulikuwa na mali pia iliharibika. Uh, mwaka huu tena, uh, last week kuna hiyo uh, sasa imekuwa mkondo kwamba wakati tukua na demonstration katika CBD uh, baada ya hiyo demonstration kuna biashara lazima ziathirike na um, yani pia imefanyika so business uh, watu wanafanya biashara katika jiji kuu la Nairobi they were expecting this um, na kwamba kulikuwa na tetezi kwamba uh, uh, kwa sababu polisi iliogopa kwa sababu uh, unaona kwamba previous demonstration uh, polisi kwamba wamelimbikisiwa laama kwamba wametumia nguvu zaidi kudhibitisha maandamano, na kuna wengine wamechukuliwa hatua kwa sababu kuna watu walikufa. Uh, kuna zile stray bullet zilipiga watu, kuna zile wa, polisi wali aim so imekuwa wakati shirika la Independent Police Oversight Committee ambapo zina hold police accountable ilikuwa imerecommend kwamba kuna baadhi ya maafisa wa polisi ambao lazima wachukuliwe hatua kwamba walitumia uh, nguvu zaidi kudhibitisha maandamano a, ukiangalia um, you know, um, juma iliyopita kwamba sasa polisi waliogopa kutumia nguvu kudhibitisha maandamano, na baada ya hapo unaona kwamba uh, ile wahuni walitumia advantage kwamba polisi uh, na kwamba kwa sababu watu walikuwa wengi, sasa polisi walikuwa wanaangalia kwamba uh, kuna ile kitu wanaweza fanya kwa sababu wakitumia nguvu kuthibitisha ama kulinda mali ya watu huenda ionekane uh, kwamba watachukuliwa hatua kutumia nguvu zaidi. So hii ni ime, ime, ime, ime, ime lead kwamba biashara mingi pia iliathirika, kwa sababu uh, it was at the masses of wahuni, kwa sababu polisi walikuwa wanaangalia wawezi uh, kwa sababu kuogopa kuchukuliwa hatua sawa sawa, Daniel na kwa ufupi, sasa serikali yenyewe hivi sasa iko katika hali gani? Serikali ya Rais Ruto kwa sababu imekuwa ni serikali ambayo imekuwa na mshinikizo maandamano muda mrefu, imetoka kujiangalau kidogo, imetoka kupoa kujipooza kutoka upinzani baada ya kinara wa upinzani kuonekana amerudi upande wa serikali, lakini bado vijana wa kizazi kipya wanaitesa serikali, sio? Uh, the political class katika hii nchi kwamba waliona wali kwamba kuungana na uh, mheshimiwa Raila Odinga kuungana na uh, Rais William Ruto kwamba huenda ikadhibiti kidogo maandamano kwa sababu um, kua uh, upinzani uh, bap ni Raila Odinga kwamba yeye ndiye alikuwa anaonekana kwamba yeye ni ni tuseme kwamba ni alikuwa anachochea ama alikuwa na, uh, ni kiongozi ambapo angeita watu na wanajitokeza katika maandamano kwamba zile eneo zake, uh, eneo la Nyanza eneo la Coast, um, uh, Western Kenya kwamba wangeitikia mwito wake, uh, na kujitokeza katika kufanya maandamano kushinikiza serikali kusikiza, um, malalamishi na laama ya uh, you know, um, wananchi lakini Uh, ili yeye kuita katika serikali uh, inayo ya nusu mkate tunasema kwamba ni hii uh, hi serikali ya William Ruto na Raila Odinga kwamba haijaweza hai kuthibitisha ama kudhibiti uh, maandamano ya vijana wa uh, kizazi kipya. Mwenzangu um, alikuwa anaelezea kwamba kwamba hawa vijana wametumia teknolojia uh, you know, the rise of technology Uh, ku you know, kufanya civic education, uh, the rise of technology, kutumia social media kumobilize uh, ime- imekuwa ni mfumo ama mikakati yenye serikali bado ina struggle kudhibitisha kwamba haiwezi, you know, uh, you can't go against social media. Uh, you, uh kwa sababu these are platforms vijana wametumia kumobilize ah uh, kwamba wamepata kwamba uh, no it is easy kufanya education apo, it is easy ku rally call katika social media ah uh, lakini uliona kwamba wakati kulikuwa na maandamano, serikali pia ilijaribu kudhibiti uh, vyombo uh, you know um uh, vyombo vya media kwamba ilisema kwamba there is no live streaming uh, ya social media kwamba walikuwa wanaona kwamba uh, vyombo vya habari ama vyumba vya habari zilikuwa zina live stream Uh, you know demonstration live hapa so, nenele sawali wali shirika la communication authority hapo ilisema kwamba there is no live streaming, kwa sababu walikuwa nafikiria kwamba hiyo ilikuwa inachochea watu kujitokeza kwenda kwa street, lakini walikosea kwamba kwa sababu kwa social media na vijana walikuwa nafanya walikuwa naita uh, uh, uh, kutumia social media pia sa, sasa so, Daniel, shukrani sana Daniel, sasa kwa kuzungumza nasi kwa kutupa hali jinsi ilivyokuwa kwa ufupi sana. Uh, Konga, ni kitu gani ambacho tunajifunza kutokana na hayo yote yanayoendelea Kenya? Kikubwa ninasitiza na tena mifumo lazima, uh, iweze kufanya kazi yake inayotakiwa. Kama tunazungumza habari ya sheria na katiba na kanuni, lazima zifanye kazi hiyo inayotakiwa kufanya, lakini zaidi ijibu hoja ambazo zinakuwa zinaletwa na hao ambao wanataka. Shukrani sana Denis Konga, asante sana kwa kuzungumza nasi na ni Denis Konga na Daniel pia akizungumza nasi akiwa Nairobi. Tuikamilisha mjadala huu kufanya tathmini ya kile kilichotokea Kenya baada ya maandamano makubwa ya vijana wa kizazi kipya, ni Gen Z walikuwa wanakumbuka mwaka mmoja e, tangu walifanya maandamano makubwa kama hayo hayo, na kupoteza wenzao wenzao, lakini katika maandamano hayo pia wakapoteza wenzao, ambayo inakadiriwa watu zaidi ya makumi ya, ya vijana e, walipoteza maisha yao kufuatia maandamano hayo, na wengine pia wakiugulia maumivu ya majeraha waliyoyapata e, lakini pia biashara zikiathirika katika maeneo mbalimbali yalikofanyika maandamano hayo. Tunakamilisha hivyo, endelea kuitazama Azam TV.